Mheshimiwa naibu Spika, wilaya ya Kyelwa kama wilaya nyingine za mpakani pia zina changamoto ya watumishi wa afya. Nataka kujua, na ina wastani ya watumishi watatu mpaka watano kwenye vituo. Nataka kujua mkakati wa serikali wa kuongeza idadi ya watumishi kwa kuwavutia ili waweze kupenda kukaa kwenye maeneo ambayo ni ya pembezoni. Asante sana. Mheshimiwa naibu Spika, ni kweli kwamba wilaya ya Kyelwa ni moja ya mashauri zenye upungufu wa watumishi na serikali imeendelea kupeleka watumishi wakada ya afya na kuwapangia kwenye vituo mbalimbali, lakini mwashetu mheshimiwa mbunge kwamba katika vibali vya ajira vinavyofuata, kwanza tutaendelea kutoa kipaumbele kwa halmashauri ya Kyelwa na nyingine zenye upungufu kama hiyo, lakini pili, tumeendelea kujenga mazingira bora ya kuwezesha watumishi katika mashauri zetu za vijijini pia kuweza kukaa na kufanya kazi. Moja ya hatua ambayo tumechukua ni kujenga nyumba bora za watumishi ambazo katika mashauri ya Kyelwa pia tumeendelea kujenga nyumba za madaktari wauguzi, na tutaendelea kujenga nyumba hizo, lakini pia kuboresha mafao yao, kwa maana ya fedha za masaa ya ziada, on call allowance, ili watumishi wale waweze kufurahia kazi hizo, lakini waweze kukaa katika maeneo hayo pia. Asante Mheshimiwa <coughs> waziri, bado gharama za hospitali zinawasumbua wananchi wengi. Utakuta kuna mgonjwa kwa hospitali amelazwa, anafanyiwa dialysis ambayo ni tiba ambayo ina gharama, na wananchi wanachanga, ndugu zake wanachanga, siku akikosa kuchanga, siku akiishiwa yule hafanyiwi, na ugonjwa huu bila kufanyiwa kila siku kusafishwa damu ni hatari sana. Sasa mtu kwa admitted yuko kitandani hospitali, wauguzi na madaktari wanapita wanamvuka sababu tu hana pesa ya kuchangia siku hiyo. Hili jambo naomba mlitizame vizuri, kuwe na utu. Hospitali hizi za serikali mishahara inalipwa na serikali, umeme unalipwa na serikali, vifaa vinanuliwa na serikali, na wananchi ni wa serikali. Niwaombe sana, mwape taarifa huko, wao na utu kidogo. Sio kila mtu anakuwa na uwezo wa pesa. Kuna kesi za kawaida kabisa, hata pale Mwimbili watu wanalazwa, wanafanywa dialysis, siku anashindwa kulipa hafanyiwi. This is very bad. Basi umepokea. Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili nimelipokea, ni la ngazi ya Wizara ya Afya, lakini tutawasiliana kama serikali, ili tuweze kuona namna ambavyo Wizara ya Afya itaboresha utaratibu huo. Asante.